Bismillah. Leo hii tunaingia kwenye <coughs> juzuu ya tatu ya usomaji huu wa herufi juzuu ya tatu Alhamdulillah. Na kwa kuanza kabisa hapa watunzi Allah walipe khairi wameanza na kanuni mpya. Leo tunajifunza haraka nyingine. Juzuu ya kwanza tulisoma haraka ya Fatiha. Fatiha ambayo inakufanya usome herufi kwa sauti ya a. Ba, ta, ta, ja, ha, kha, fa, qa, mfano hivi. Leo tunasoma kasra kwa juzuu ya kwanza tunasoma fatha, juzuu ya pili tunasoma fatha, juzuu ya tatu leo tunasoma haraka ya kasra. Kasra ndio hii alama inakaa chini ya herufi. Fatha inakaa juu, kasra inakaa chini. Na kasra hii inakufanya usome herufi kwa sauti ya i, sauti ya i. Kwa mfano hapo juu ameandika yani alif pamoja na hamza kisha zikawekewa kasra, kwa utasoma i, kisha baa na kasra utasoma bi, kisha taa na kasra utasoma ti. Na kwa upande wa kulia hapo ameandika a i a i babi

Kisha mwisho khalaswa, kisha nahaya. Nasema hapo chini iqra'ha qasran bila madd, soma kwa kufupisha bila madd, bila kuvuta. Maana hapa hamna kuvuta, kisha kwa sababu unafuatia intabih, zinduka yani la taghlid, usikose hapa. Amechanganya, kuna sehemu za kuvuta, kuna fatha, kuna kasra na anza kulia kujua halafa, halafa. Kisha pembeni yake kidogo Sio kushoto, katikati ni mpano wa kulia, lakini pembeni yake halifi halifi. Kisha chini, chini yake. Kisha kushoto, razaqa raziqi, razaqa. Kisha kushoto kabisa, hanaa, kisha hanii, tarafu pili alama. Kisha kushoto mwake, alimi. Kisha bayana, ba bayana. Kisha bayini, bayini

shati aha, kinasema chini hapo. Awili sawaba, jizoeshe kupatia utamka kwa sahihi wa inkana batian, hata kama ilikuwa ni pole pole taratibu sana, wa inkana batia. Kisha kurasa nafuatia, anaanza hapo juu, maadina maadina, kati shiara, shiara shoto nidhami, nidhami sana, nafuatia abaana abaana, kati akharani fa fa akharani, unavuta kwenye hamza fa kwa sababu ya hiyo alif na kwenye raa fa akharani. Ile kwenye bana -ba ya kwanza unavuta kwenye hamza kwenye ba b kish navuta kwenye naa mwishoni bbn astumia nguvu soma taratibu ba ana, A -ba -ana faakharani namwisho kabisa kuni shahidana shahidana, chini akeni hitoih ito ihaa, navuta kwenye to na kweye haa shahadati shahadati, shoto ifass. Ingawa hapo ameweka kasra kuni, ameweka kasra sababu na alif ya kuvuta kusoma ifaasaa

kushoto idha hadhara idha hadhara, kisha nafuatia wa ali hatina wa ali hatina, unavuta kwenye hamza unavuta kwenye na mshoni wa ali hatina kati bijanibika bijanibika, kushoto rawasiya rawasiya, chini hapo li kalimatihi li kalimatihi, unavuta kwenye ma na kwenye hi mshoni atkati taifatani taifatani taifatani unaenda kwenye ta na kwenye ta taa taifatani shoto bilisalatihi unavuda kwenye saa kwenye la na kwenye ha shoni bilisalatihi iniyake yako taamika taamika kisha katkati washarabika washarabika kushoto, himarika himarika. Amsala chini, bishahadatina bishahadatina. Katikati, wasadaqatina wasadaqatina. Kushoto, asifata asifata. Chini hapo, hawazina hawazina. Kisha katikati, sha'irani sha'irani. kushoto Awa -sifa. Awa -sifa. Kisha chini hapo hapo, taashifa kulia, hapo taashifa, katikati, afiyata afiyata, afiyata. Kushoto maswahifa maswahifa, chini kabisa hapo, swahiata swahiata, katikati todibati todibati, kushoto kabisa, ni khalisati khalisati. Naam.